Si vyiza ko evyo tuzorondera mu bana. Sio vizuri kesho tutafute ndani ya watoto imbuto, tutababivyemo, mbegu ambao atukupanda ndani yao

Ingene tubaye ho. Namuna tunaishi. Ingene dufata umwanya wo gusenga. Namuna tunashika mudo. Ingene dufata umwanya wo gusoma ijambo y'Imana. Namuna tunashika mudo wa kusoma neno. Nibindi bintu bidufatira. Na vingine ambao vinatushika. Bija nyene ni vya bana batwigira. Vile vile ndivyo watoto wanaiga kwetu. Icha kubona ko ni chazoko. Kila ambacho anaona ndicho atafanya kesho. Kwa sababu niko na wazo. Namuna naona unasema ndivyo atasema. Kwa sababu ungeenda ni niko... kwa namuna unatembea ndivyo atatembea. Ama sahabu unatahira ko ndio na wazo atahira kwetu. Unarudi nyumbani na ndivyo nivy atafanya kesho. Sirki ugendera mwo njia ambayo unapitia ndani ndizo na umwana wa wazogendera ndizo ambayo mtoto wako atapitia ndani. nitwibesere tusijidanganye ngo abana bacu tubagaburiye wa gusa watoto wetu tu na tunawavisha tu tuzoba duhejeje tunakuwa tunamaliza. oh yeah. hapana ha. Ivyo barashobora kuba babifise. Ivyo wanaweza kuvipata. Kuko ubuzima bukazobananira hari imbere. Lakini imbe. maisha atawashinda kesho. Kuko ni tuzo kwamana nabo. Kwa sababu hatutashinda nao. Urazi kituma ndiko ndabivuga. Unajua ni, na, ni kwa nini niko nasema hivi? Turara abantu benshi na uonao Ma, ingaruka wa, walikosa, walikosa mfano mzuri wa kuigwa. Lero bavyeyi mufise abana bato. Kwa hiyo nyinyi wazazi mna watoto wadogo. Himuhe mukire Kristo. Kristo. Musisaliti Kristo. Himuhe mukire nishenge. Musi, musisaliti hata kanisa pia. Kwa sababu ba zovari. Kwa sababu hawa ndio wata wat, wat, watatuza wengine kesho. Ibi mubizirikane. Aya mwa mwazingatie nitwibaze twebwe ngu ivyo dukora turabikora gusa abana tusifikiri ya kwamba sisi yale ambayo tunafanya ni kufanya tu baraciye ubwenge ni watu wenye akili barabona wanaona kandi bija babona tena vile ambavyo wanaona baravyiga wanajifunza kwa hiyo vyo na ndivyo ambayo wataishi kesho bikazobagira ko ni ingaruka